Ninatambua kama mwajiri ninatambua wako walimu ambao hawafanyi hawatimizi wajibu wao. Kuna wengine nimewaona ni bodaboda, inawezekana wenyewe hawajui kama mimi nafahamu, lakini nafahamu wanaendesha bodaboda, wako wanao- wako walevi, nafahamu wako watoro, yaani kama tunavyosema wanafunzi watoro, wako na walimu watoro. Sasa viongozi wa chama cha walimu na wengine mnaoshurika na walimu, mimi natamani, nataka mtu afanye kazi na atimize wajibu wake. Kwa hiyo wale ambao wana hizo tabia nilizozisema, tafadhali sana, tuziache, tuziache kabisa, kwa sababu wako wengine anapotea mwezi mzima baadaye anarudi anaona hajachukuliwa hatua. Kwa hiyo inaonekana kama mazoea, wako wengine tena wanaendelea. Najua wana jambo, yu, after, mesema, fika, na jambo limeanza. Kwa hiyo tafadhali sana, afisa elimu hapa amesema hapa tulipofika, tunaweza kwenda mbele zaidi, na mimi natamani tuende mbele zaidi. Wanasema you aim higher, but you aim but should plan well sasa kuplani, kwenye planning hapo katikati ndo haya mambo ambayo nataka yanawenda pembeni yote yakae kwenye kwenye mstari mmoja.